Taarifa kutoka mkoani Morogoro ambapo polisi mkoani humo inawashikilia watu kumi na nane kwa makosa tofauti, ambapo watu wanane wanashikiliwa kwa tuhuma za kukutwa na silaha mbili aina ya ya shotgun zikiwa na risasi kumi na mbili na wengine wanane wakijihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya pamoja na wahamiaji haramu wawili haramu wa raia wa Ethiopia wakiwa katika harakati za kuelekea nchini Afrika ya Kusini. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao unatokana na jeshi la polisi mkoani humo kuendesha operesheni maalum kwa kushirikiana na raia wema dhidi ya mapambano ya kutokomeza biashara ya matumizi ya dawa za kulevya pamoja na unyang'anyi wa kutumia silaha. Ni kamanda wa polisi mkoani hapa akizungumza na waandishi wa habari juu ya kukamatwa kwa watumiwa wanaodaiwa kujihusisha na tuhuma za ujambazi. Kamanda Paulo amesema watumio wao wanadaiwa kuhusika katika matukio mbalimbali ya unyang'anyi yanayotokea mkoani hapa. Tumewakamata watumio hao pamoja na vitu mbalimbali mbali, na pengine mkiona kuna screen hii hapa ambayo ni, ni TV, lakini vile vile kuna laptop pale tuna ambazo tunafikiri kwamba zimeibiwa na tunaomba ambao wameibiwa waje watambue vitu vyao. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Saidi Ali Evat, mkazi wa Mkundi; Haji Omari Waziri unifunimakenika mkazi wa Mazimbu; Juma Saidi Rajabu, mkazi wa Mkota Kendege; Atanas Pita Ngozi katika matukio mengine jeshi la polisi mkoani hapa linawashikilia watu wanane kwa kujihusisha na biashara haramu na dawa za kuleva pamoja na watu wawili ambao ni wahamiaji haramu kwa upande wa madawa ya kulevya kama ukiangalia kuna hii ni bibilia bibilia hii unavyoiona ni laini sana kwa hiyo wanachukua karatasi ya bibilia hii kuchana wanapochana wanafungia madawa ya kulevi. Polisi wakiwa doria walifanikiwa kuwakamata wahamiaji haramu naiyo Ethiopia wa, wa kwili wote wanaume ambao wamefahamika kwa majina ya habeo miaka ishirini na mitano na Solomon Jabiri miaka ishirini na nne Hao wote ndio wa Addis Ababa, Ethiopia na kwa maelezo yao wanaelekea Afrika Kusini, kusafirisha kutoka Melela kwenda Dar es Salaam. Watuhumiwa wote wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi na mara baada uchunguzi ya uchunguzi kukamilika, watafikishwa mahakamani kujibu mashtaka yanayowakabili.